sema tena kuna miili ya binguni na miili ya duniani, lakini fahali yake ile ya binguniinanviari na fahari yake a ile ya duniani. Kuna faraja moja ya juu na katika nyingine ya mwishi na fahali nyingine ya nyota maana tafauti ya fahari tena katika tanyota, tanyota. Tena sema, agarika, na nyota na nyota aasema kadharika na kiama ya watu abao, nasema kwamba upandwa katika aibu, ufufuriwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, ufufuriwa katika nguvu. Upande wa mwili wa asili, ukafufuriwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili pia uso mwili wa roho. So kile ambacho tunaenda kufanya mahali hapa siku ya leo, tunaenda kupanda dada yetu mahali hapa katika mwili huu wa kiasili, na baadaye airi na, na baadaye atafufuliwa katika mwili wa utukufu. So, kuna mwili wa utukufu tuna so, sema ya kwamba heri, uh, watu wakao katika Bwana wapumzike, taabu nyingi ambazo watu, watu wanapitia tu siku ya leo tunapomzungumzisha dada yetu, tunataka kutimiza maandiko katika kitabu cha Genesis ambayo inasema mchanga utarudi mchangani. So niteremshe mwili pole pole, napeweka ino moja

Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante kwa sababu ya masaa haya. Bwana sat, Mungu wetu, tunaporudisha mchanga mchangani, neno lako Baba linatimia matoni yetu sasa, Mungu wetu, kwa sababu wewe ndio ulisema nasi, Baba wa mbingu, tunatimiza hapa duniani, ili baada ya maisha haya Bwana tuna maisha yaa. Tunakuabudu Baba, tunakupa sifa. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu Baba, nawaombea neema na, na mkono wako uwe juu ya maisha yao mfano

Watasema mali nataka ifikishwe ndio baadaye waweze kujipanga watu, ataaga wapi Mungu

na kwa Ibrahim na Sheila ciana ciake Ngai ni agucirora shia na ni akumaririka na ni akumurathima yeah. amen ngai Ura kana uramuririkana nake mostly ha ndo abere ni ni ndamufuataga na ina content ici akurugera muthuri rucine muthuri ewera so ni dadete content ici yake ciothe ona age posti kendo kya mbere ni andehagira update ndathiaga how direct ihenya muno

Hey. Hey. Na wa Kairos family othe kwa magaithia, eh othe, niguo niguo othe magaitheke magaitheke fio. Wa Kairos ni moigo mwina mwina kiria ha oguo mwina arumiriria ha oguo. La net, we na Baraksia jeshi hari umoja wa anu wa Kairos family, salute, hey. Yes

ngienda kumera o mundu o mundu riu mm -hmm. eyoe utige kurora na thutha nu nau, ciana ciaku cii mwena waku tigana na acio angi, tia uthikiriria kiria andu marauga ou na muturire waku na ungiigua wi na undu uragu thumbura, ndugakire na undu ucio, itikira kumira, wire andu ona ndukamainda andu megugukua atia kana ni megugucoka makwaririre undu ucio no uma ngoro yaku ni yahutha mm -hmm eh tukirikia no nyende ndi ngenda kwira family atia na nginya arata aria ala, arata ala, akuhi amundu kigenda miri ngenda kwira family magiyo ni thayo na magiyo ni hinya miri ni ahurukite riu kiria matigiro no ciana macirore na ngai ni gutweka murori wa ciana icio tondu andu aingi ni maugaga ni turiukaga kumurora no thutha ucio afta mathiko mathira gutiri mundu ucokaga guka hau koguo ona ciana cia miri ngienda guciira ciiyende na ciitikire na metikire mamu wao ni athiite matigirwo tungaini uyu uria umaroraga uguo niguo na nii no gukimera mathii na mbere kwiyumiriria ithuothe ithu wothe mbaithe tukagera o njira o iyo